Peer pressure au shinikizo rika. Wait. Shinikizo rika? Wataalamu mm, okay, wa Kiswahili watanirekebisha kwenye comment. Peer pressure ni moja ya mambo makubwa sana ambayo huathiri afya ya akili ya wachezaji. Kwa tafsiri nyepesi, ni pale ambapo mtu anahisi kuna ushawishi au msukumo kutoka kwa marafiki zake kumshawishi kufanya jambo ili aweze kukubalika au kutokuonekana tofauti katika kikundi fulani. Mfano mzuri unaweza kuwa katika timu, mchezaji kujihisi kuna msukumo au ushawishi kutoka kwa watu wengine ndani ya timu, kutoka kwa wachezaji wenzake ndani ya timu, kumshawishi aweze kuishi maisha kama ya kwao, aweze kucheza kama wao wanavyocheza, aweze kuvaa kama wao wanavyovaa, lakini pia kwa wakati mwingine aweze kutumia hata vilevi ambavyo wao wachezaji wenzake wanatumia na hii huwakuta sana wachezaji ambao ni wadogo, wachezaji ambao ni wageni katika timu, lakini pia wale ambao hawana ushawishi. Sasa leo nitashia na wewe mambo kadhaa ambayo yanaweza kukusaidia kama mchezaji kulinda afya yako ya akili unapokutana na hali kama hii. Kumbuka wewe ni nani na kwa nini uliingia katika mpira wa miguu. Kwa nini ulianza safari yako? Kwa nini ulisema ninataka nicheze mpira wa miguu? Kila mtu ana njia yake tofauti ambayo imemfikisha hapo kwenye timu na kama wachezaji wote ukifuatilia hamuwezi kufanana. Yawezekana wewe nusu ya mshahara wako inasubiri ikamwongezee mama mtaji, na pengine mdogo wako anasubiri ada ya chuo. Lakini kwa mwenzako ambaye anakushawishi uishi maisha kama ya kwake, au ufate njia ambazo yeye anazifata katika safari yake, pengine ana mipango tofauti na wewe, na pengine hata hiyo pesa anayoingiza anaitumia mwenyewe na hakuna mtu mwingine anayemtegemea kumbuka thamani yako ipo katika kile ambacho wewe binafsi unakiamini. Jambo la pili, inabidi ujipangie levo ya mafanikio yako. Usipange levo ya mafanikio yako katika kile ambacho watu wengine wanaamini, wanafanya au wanacho. Nikimaanisha kwamba tafsiri ya mafanikio kila mtu anayo ya kwake, na inategemea na wewe mwenyewe, mafanikio unayatafsiri vipi. Kuna mtu mwingine akicheza Simba na Yanga anaona tayari amefanikiwa kuna mtu mwingine akiitwa timu ya taifa hata bila kucheza mechi moja, lakini akaishia kukaa benchi anaona amefanikiwa. Lakini kuna mwingine kufanikiwa kwake mpaka labda acheze Ulaya, kufanikiwa kwake mpaka atoke nje ya nchi aliyopo. Kila mtu ana tafsiri yake ya mafanikio, na ni muhimu wewe pia kuwa na tafsiri yako ya mafanikio ya kujipangia, nikifika wapi, kwa mimi hapa nitakuwa nimefanikiwa, na kuacha kabisa kuwaruhusu watu wengine wa kutafsirie wewe maana ya mafanikio. Jambo la tatu, inabidi uchague marafiki zako kwa busara sana. Muda wote katika safari yako jitahidi kuwa na watu wako wa karibu, marafiki zako wa karibu ambao wana mchango chanya katika maisha yako, wana mchango wa kukuinua katika safari yako. Naamini kabisa kuna wengi ambao tumecheza mpira tumewahi kukutana na wachezaji wenzetu ambao wana ushawishi kwenye timu, wanakuambia bila kufanya hiki huwezi kufanikiwa, bila kufanya hiki huwezi kuonekana mjanja bila kufanya hiki huwezi kuonekana kama upo na sisi kwenye kundi moja. Lakini ukipima kabisa, unaona sio kitu cha faida kwao. Kwa hiyo kwa epuka watu ambao hawana mchango katika maisha yako, hawana mchango katika kile ambacho wewe unakiamini. Labda vitu hivyo ambavyo wao wanavifanya vina faida kwao, lakini ni muhimu kama mtu mwenye utashi kupima kwamba kama kitu hakina faida na mimi, kwa nini nikifanya? Kumbuka, watu ambao unawaruhusu kuwa karibu na wewe wana mchango mkubwa sana wa kukufanya ufanikiwe ama ufeli katika maisha. Jambo la nne ni kwamba unatakiwa uzungumze mapema unapojikuta katika hali kama hii. Kuna watu wanakusukuma kufanya vitu ambavyo haviendani na malengo yako, kukusukuma kufanya vitu ambavyo vitakupoteza kabisa kwenye malengo yako. Zungumza mapema. Katika timu tuna uongozi, tuna makocha tuna manahodha, kapteni ambaye ni mwakilishi wa wachezaji katika benchi la ufundi. Zungumza na mtu ambaye unamwamini, zungumza na mtu ambaye unahisi anaweza kukusaidia kuondoa hiyo hali. Na kuna wachezaji wengi sana ambao ni wa kimya, pengine, kama binadamu tumeumbwa na uoga kitu ambacho unaogopa kuwafanya watu wengine waonekane wabaya, hata kama kweli kuna kitu anakifanya hakiko sawa. Unapoona kuna hali kama hiyo, ni muhimu kusema, ni muhimu kuwa wazi, kwa sababu mwisho wa siku unapokaa kimya na kuna mtu anakufanya upoteze fokasi yako na kushuka kiwango, bila kuongea kocha wala wachezaji wenzako wengine hawatajua ni nini kinakusumbua mpaka ushindwe kucheza katika kiwango chako, na mwisho wa siku, kama watu hawajui sababu, inakuwa ni ngumu kukusaidia, na utaishia kukaa benchi, utaishia kupoteza mkataba wako, utaishia kupoteza nafasi ya kusajiliwa na timu yoyote ile, kwa sababu tu umekosa ujasiri wa kuzungumza kwamba kuna mtu anafanya hivi na hivi na kunipotezea fokasi yangu, au wewe mwenyewe kum kujiweka mbali na kumwondoa huyu mtu katika mzunguko wako, katika saiko ya watu ambao unawaamini. Kila timu yoyote ambayo utaenda dunia hii, lazima utakutana na watu kama hao, ambao watajaribu kukuletea ushawishi ambao hauna tija katika maisha yako. Kila timu utakayokwenda, haijalishi iko nchi gani, haijalishi iko daraja gani, haijalishi ni timu ya aina gani mahali popote, hata sehemu yoyote ya kazi. Na ushawishi huu unakuvuta katika anguko lako, na bila kufanyia kazi utajikuta unajuta na kushindwa kufikia malengo yako. Mambo machache niliyoyasema yatakusaidia wewe kubaki katika ubora wako, kubaki katika focus ya nini kilichokufikisha hapo katika timu, na kwa nini ulianza kuingia katika mpira, kwa nini umeupenda mchezo huu, na kwa nini uh, bado huu, una ndoto ya kufika pale unapotaka kufika. Na bila kufanyia kazi eneo hili, ndipo hapo utakapoanza kupata changamoto ambazo zitapelekea kuathiri afya yako ya akili. hadi wakati mwingine tena. Asante kwa kunisikiliza.